Kabisa ni kuelekea mechi kati ya Simba na Yanga. Makocha wa timu zote mbili wameendelea kujipanga kwa ajili ya mchezo huo wa watani wa jadi, ambapo kocha mkuu wa Simba Mkamerun, Joseph Omog amesema anataka kuona mashambulizi makali kutoka kwenye timu yake katika kila nafasi utakaoipata ndani na nje ya 18. Timu hizo kongwe zinatarajiwa kuvaana Oktoba mosi mwaka huu kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni kwenye mfululizo wa michezo ya Ligi Kuu ya soka Tanzania Bara, huku safu yake ya ushambuliaji wa Simba ikiongozwa na Mrundi Laudit Mavugo, Ibrahim Ajib, Frederic Blagnon, wakati safu ya kiungo mshambuliaji itakuwa chini ya Shiza Kichuya. Omoga amesema tayari amezungumza na wachezaji wake kuelekea mchezo huo. Kikubwa anataka kuona timu hiyo ikitoka uwanjani ikiwa na ushindi wa aina yoyote. Kwa upande wa kocha wa Yanga, raia wa Uholanzi van da Pluim, amesema tayari amewapa mbinu mbalimbali mbali za ufungaji wa wachezaji wake, kwani anatambua kwamba Simba msimu huu imejizatiti kiushindani, hivyo amewapa tahadhari kubwa kuelekea mchezo huo.